Sikia papi, usinipige. Niko nyumbani sasa hivi. Ah, ah ah. Mimi nakuja mimi nakuja mimi nakuja, kama dakika tano nafika. Nitafika tu ile shida, nitafika. Sawa sawa. Unaongea na nani? Unaongea na nani? Ni ni rafiki yangu ishu ya kazi, kwa hiyo alikuwa anahitaji niende sasa hivi. Rafiki yako? Halafu mwanangu, mbona siku hizi umebadilika? Mume wa Suzi wa zamani na sasa hivi tofauti, nashangaa ghafla tu. Sasa hivi mahitaji nyumbani sipati, na ndio maana visichana mtaani vinanijibu mimi nyodo Hmm? Tulikuwa tuna share email. Email umebadilisha. Mbona waje niambia kama umebadilisha email? <coughs> Sasa mke wangu shida iko wapi hapo mke wangu? Ah. Uone kama kuna shida hapo. Unabadilisha email. Kwa nini usiniambie? Kwa nini usiniambie kama unabadilisha email? Naomba simu E hey, naiomba mbona <coughs> siku ina password, eh? Password. Ongea na naongea basi, naingia ndani nakufuata ako nina shida, imenikaa hapa nifanyie basi mpango, nipe hilo jina la tano, ndugu wangu. Kwa jina la tano, sio kweli, nitakupa kuanzia mtu wa kumi. Yaani, ninavyokuambia hao watu wamenikaa hapa, unajua hapa <tihihih> hata ski nikuelezi, hivi unajua, dasuzi, nina shida, yaani nina shida let kama ungeijua Angalia tu jinsi ya kumsaidia dada yangu, nina watano hmm, yani watu wamenikaa hapa, unajua hapa, yani hapa hamna, hamna utakupa mtu ndio waku kwanza, tuko wangapi? Tuko kama watu arobaini basi, dasu zinaeangalizi batatapo katikati kabla hajafika hiyo mtu tuku tuku wa hmm, hmm, hmm, kumi woje tuangalia, lakini kiukweli ni huyo mtu wa kumi na kwanza. Tuachani hivi, unajua kinachoendelea ataamboote? yeah. <coughs> Mwamvita kafumaniwa yeah. Mwamvita huyu nimjua mimi, huyo huyo nimjua tena, kafumaniwa na mume wa mtu. mwanaume hawa <coughs> makubwa jamani, wanaume hawaliziki. Kwa nini? Kwanza hatari si no, ikaika si no. Hey, na wanawake wengine jamani, haya <coughs> ngoja <mwde> tutasikia <pute> <coughs> lisemualo lipo. huyo mwanamfa, mimi kwa kweli nimemjua tu mwanamke ndiyo Mwamvita ila mwanaume sijamjua, sioga yangu mazaliwa mesikia, mwanamke mpaka mwanaume tutamjua. Basi dasuzi, ngoja mi nikuache basi, nifanyie mpango na wewe kabla hata hiyo, mtu wa kumi, japo mtu wa saba hapo au wa nane basi, saa ina shida tu. Takufanyia mpango mtu wa kumi, ngoja uhakikaja kazaa Hivyo mbona nikikupigia ni simu zangu unapokea alafu unakata. Sasa ningefanya nini? Eh, mimi ningefanya nini? Unapiga simu niko na mke wangu nyumbani, nimeshindwa hata tajisa kupokea, mpaka anatoka nje. Mkeo ana umuhimu kulikoni mimi si ndio? Mimi simanishi hivyo tambuku, lakini ni mke wangu waj. Yaani wewe unamwona mke wako sana umuhimu kuliko ni mimi. Ndio maana usamini chochote kwangu, si ndio? Hivyo Mwamvita, unataka nini? Eh? Unatafuta nini Mwamvita? Eh? Mimi sasa kumekuwa nilikuwa na mke wangu, hadi nilisikia hatua kwa hii simu imeenda kuongelea nje. Imadi yeye asigundue chochote. Lakini bado akanifuata na amechukua hii simu na kutaka kuchukua hii simu. Yaani kilichonekwa kwa kwenye hii simu tu sabu limeweka password nyingine. Bila hivyo angejua kila kitu kinachojadiliwa kwa hii simu. Wewe utakapenda hii <coughs> Mwamvita. Ingekuwa sio hivyo. Ungepokea simu zangu. Na unaniahidi muda kwamba unakuja u. unakuja kwa muda unaotaka wewe. Sio magano yetu, kwani unapenda sana shari. Unajua unapenda sana ugomvi, ugomvi, kila mtu tubishirishane, tubishirishane, hakuna faida yoyote hivyo vitu, mpenzi eh. Sio wakati wa kubishana mambo kama hayo. Huu ni wakati mwingine wa kukaa kudiscuss na kupanga, mke wangu. Mambo mengine masuala ya mke wangu mwachie mke wangu, na masuala yake yanabaki ni ya kwako. Kila mmoja ana nafasi na ya la yake, sawa. Nishagundua kitu kutoka kwako, mke wako ana umuhimu sana kuliko ni mimi. Sasa baba, nakutakia maisha mema. Mimi sijasema kama mtu wangu ni muhimu. Kila mmoja ana nafasi yake sawa, tuna nafasi zetu, lakini ndio. Ikiwa kwako inashindikana kupokea simu yako, lakini nilipokea nitakuja, si nimekuja? Tangia ile muda ulioniambia unakuja mpaka saa hivi. Kwa hiyo unakuja kwa muda unaojisikia wewe, sio? Sasa sinaka kitu ile simu, baada ya kuongea na wewe tu pale, yenye kuna mzozo mkubwa sana, mpaka hii simu alichukua hii Yaani kilichokuwa hii simu kuto na message zako na vitu na kazi zako, sababu hii simu ina password na tena inashabisha email. Lakini singe kwa hivyo aingejua kila kitu juu yangu mimi na wewe. Ah, sawa. Em em em tupishe tano. Tuache na mama. Chere wewe, tuache kwa sala mama. Tuongee mambo mengine sisi na kwetu. Mambo gani unataka mimi na wewe tuongee? me Mwamvita, penzi wangu, ninazawadi yako nzuri imebadalia usiku wa leo. Baada chakuwachaki udugu wangu, hebu nikuulize kitu kwayo. Ibla sasa hivi ndio mtaki kabisa, nimeshaachana naye. Yaani asa hivi hayupo kabisa kwenye nafasi yao. Yaani hata kwenye macho yangu sitaki hata kumuona kabisa. Hey, na no, inaonekana wewe mume wa mtu pambe maana sio kwa kumtupa hivyo kijana wa watu. Kwa sababu ananipenda na ananijali. Sasa shoga yangu, mimi na wewe lako langu, langu lako. Niambie basi huyo mtu mwenyewe ni nani? Wewe, tulishakuwa tumekubaliana vizuri tu siri yako ndio siri yangu, siri yangu siri yako. Leo mzangu unanikana kama hivyo, wewe hukunificha mpaka wewe mtu unaitembea naye? Ah bwana. Usijali, utamjua mbona una haraka hivyo rafiki yangu? kwao Ibra ndo basi, yaani nishakwambia, simtaki simpendi. Kama unamtaka jimbo lipo wazi, asa. <laughs> Ibra misi wa shemeji yangu, jamani! Sasa natembea vipi na shemeji yangu? Sasa hivi hamna ushemeji. Ingekuwa kuna ushemeji, nisingetembea na mume wa mtu. huko likotoka kwema kweli. Sio kweli kwa sababu unajua nilichokipata hivi. Dada, kwa nini unapenda kunisumbua kila ukijua ni zamu yangu ya kupokea unanisumbua? Au wela za mchezo unazifanyia mambo mengine? Maana sikuelewi we dada. Kwani kuna wakubwa kweli? Nikuambie kitu. Sitegemei pesa ya mchezo kula kwangu, sijui unanielewa. Na kula ninachotaka na kula ninachojisikia. Na mchezo sijaanza kuchezesha jana au leo, unanielewa vizuri. Nimekuambia huwa mstaamilifu, na nakusanya pesa zako, utakuja kuchukua. Sipendi kelele, nadhani umenielewa. Sasa nakwambiaje, hiyo pesa kama hujaileta wewe ataileta mimi. Unasemaje wewe? Nikwambie kitu, maisha yangu na mume wangu na mchezo ya uhusiano, unanielewa vizuri. Usiingize mchezo na familia yangu tena, ushike adabu yako, unanielewa nilikuambia pesa yako nitakuletea au pesa yako utakuja kuipata mwenyewe kwa mikono yako. Mume wangu haja kulazimisha uye kwangu uingie mchezo, unanielewa? Ulikuja kwa ngoko zako mwenyewe, haujalazimishwa na mtu. Kuwa na adabu dada, tuheshimiane. Naomba ukome kidogo kidogo mpaka uzee. Nimekuja hapa ni nimepata chama, nishachoka. Kila siku nanizungusha, kila nikija hapa unaniambia kesho nikija sikukuti, unaondoka. Dada hujui hela ninapozitafutia mimi, ni mwanamke kama wewe, nazitafuta sana kwa shida, hizo hela mpaka nazileta hapa. Sasa nakuomba, sitaki shari na wewe, ninachotaka pesa yangu. Nikija hapa, ninachokitaka pesa yangu sina shida ya kitu chochote, ninachokitaka pesa yangu. Nishatoka ni kunizungusha, yani unanizungusha sana. Nikifika jina langu mimi, mara hela zipo kwa mtu fulani, mara hela zipo kwa Aisha, mara hela sijui zipo kwa nani. Nimechoka, nimechoka sana kunizungusha. Nakwambiaje, usiponletea hizo hela, utanifahamu, utanijua undani wangu utanijua mimi nani? Umenielewa? Ulikuja kwa ngoko zako kuja kujiandikisha mwenyewe. Mume wangu alikufuata kwako, alikwambia tondo kaingie mchezo? Naomba ushindwe na uregewe, dada mpuuzi. Sikuogopi tena, ukae ukijua sikuogopi. <laughs> Eti mume wenye mume nao wasemaje? Mume, mume wetu Mwamvita, naambie da sihakuenakasaa kunyepipiendeo nnaudi ni nyumbani, kila kitu kiko sawa saa hii sawa. Kama ndo ulivyo huyu, ni rudi, naitaji kurudi kwa mke wangu, muda huo, shida iko wapi? Si umeniambia nataka kuondoka, ni masaa matatu saa hivi toka nikwap toko pamoja huu ni uh, muda sasa hivi wa kwenda kwa mke wangu, nabidi nirudi nyumbani. shida iko wapi? Kuna shida. Jana nimetoka hapa, nimeenda kwa huyu kimada wako, nimemkuta pale nje kwake anafua. Nimemdai hela yangu ya mchezo, hajataka kunipa. Sasa nakwambia, nenda akamwambia nataka hela yangu Sitaki kuzungushwa tena. Kila siku mwambie sitaki kuzungushwa, maana kila siku naenda pale kwake nakuwa kama namwimbia wimbo wa taifa. Mwambie nataka hela yangu. Hajui nilipoitafutia ile hela au naipata kivipi. Mwambie huyo kimada wako, nikija atanijua mimi ni nani. mata haya matatizo Eh, na kwa nini unapenda kwenda pale nyumbani kwa, pale nyumbani kwa mke wangu a, ulemi ni mke wangu, inapaswa naheshima naye, na hata toa kwenda, inapaswa mimi uniambie mimi kwanza, ili ni kuhusu uende ama usiende, na kama kuna shida basi mimi nitamaliza. Asa mpaka mashina shindana malumba malumba na hivi mpaka ifiki hatua sasa ajue nini kinachoendelea, si ndio? Natafuta matatizo mimi, sijaenda pale kutafuta matatizo, nilichoenda pale kufuata, nimeenda kufuata hela yangu, sina lingine niloenda kufuata pale kwako. Siku nyingine usiende kwanza pale, niambie kwanza mimi sawa sawa, nimekuelewa. Nataka kuambia dada hivi, unajua kinachoendelea hapa mtaani? Kitu mtani, hey. Wewe kitu wewe. Hata kunisalimia salamu sio muhimu, kama maneno nataka nikwambia hapa. Haya <coughs> niambia hayo mambo mdogo wangu. Nasikia hapa mtaani kuna mume wa mtu kafumaniwa. Kitu wewe. Maana hayo mambo unaongea na wewe tofauti <coughs> <coughs> haufanani hata na maelezo unaniuliza mimi. kweli sasa hivi hamna watoto eti? Mimi mdogo, kwa hiyo hata nayosikia hapo mtaani mi, pia mi ni mdogo tu. Uko vizuri mdogo wangu <laughs> hey, hey. Yani ukokaa kibaskeli unaleta unarudisha unaleta unarudisha. Haya, nimekusikia haya. Wewe lala ndani, utakuta hata hata mumeo ni kitu huyu hey mtoto mdogo anapata ujasiri gani? Ongea manini kama